Wengineko mtazamaji, vijana kutoka kaunti ya Kwale wamepatiwa mafunzo ya ujasiriamali na uwekezaji katika biashara ndogo ndogo ili kuinua kipato chao na kuboresha maisha yao. Mafunzo hayo yameendeshwa na shirika la kijamii la Children Empowerment and Development kupitia mradi wa kujenga amani unaolenga kuwawezesha vijana kupata njia mbadala ya kujiinua. Kupitia mradi huo, vijana wanahimizwa kujitenga na vitendo vya uhalifu, matumizi ya dawa za kulevya na tabia zisizo za kimaadili zinazochangia kuporomoka kwa maadili na usalama wa jamii. Mradi huu unatekelezwa kwa lengo la kupunguza changamoto ya ukosefu wa miongoni mwa vijana na kuwapa maarifa ya kiuchumi ya kuwasaidia kuwa na maisha bora. Hapa leo wanafanya pitch ili waweze kusema wanafanya biashara gani, e, wanahitaji ni changamoto wanaweza kupitia eh, na sisi kama serikali na mashirika mengine tunaweza kuingilia hadi, ili tuweze kuwainua katika hizo biashara wanafanya. Kuna wale ambao vijana ambao wako na ujuzi na hawana certificate, so tutawezesha kuwapatia mtihani na mita ili waweze kupata eh, kwa la business exhibition kwanza, ni kuwaleta ku karibu wanabiashara wadogo wadogo pamoja na wale stakeholders, ambao lengo kuu hasa kuwaleta karibu na stakeholders ni kuwa hizi small businesses ziweze kuwa supported na ziweze kuenuka kusaidia vijana eh, kupunguza hizi cases za juvenile gangs. Za na ndio maana tukatifa maskani, tunajua ndio sosi yao. Hizi tele tumezipata kutoka zile vikundi za kule maskani, na lengo kuu na kuenua hizi biashara ni kuwa vijana wawe na alternative way za kujikimu kimaisha. Kama zaidi. Kwa sababu kwanza mikono ziko, majambi, mifumbu, but mafunzo ndo hatuna. Time tuko nazo, lakini mafunzo hatuna. Hakuna sita kwa pesa. Kila mtu anataka pesa. But how am I going to find that money yenye itani support mimi na familia yangu ni biashara, through business, through kujitolea, ama kukuzwa, kutoka nje ili kuweza kupata ile pesa wakati wetu juu ya pesa. Tunashukuru pia kwa wetu, ile shirika la CHED kuleta huu mradi wao wa, wa, wa broad, broad talent initiative ambalo limetufanya kupata mafunzo kidogo na kujua jinsi gani ya kufanya biashara na kuihandle vile inavyotakikana taarifa hiyo kutoka kaunti